ingine nitakachotaka kuambia. Nazungumza sana si vizuri, niwape muda wa maswali. Kanisa hili haliongozwi na kichwa kimoja. Mungu alisema ni mwiko. Mama White aliandika akasema, kanisa hili halitabeba muhuri wa kichwa kimoja. Tedi haongozi kanisa hili, menasikia Teddy haongozi ni kiongozi wetu lakini yeye haongozi pale General Conference napokaa kazi yetu kubwa ni kamati tuna kamati karibu 80 na kitu kamati zinakaa zinafanya maamuzi kazi ya Teddy ni kusimamia maamuzi ya kamati za kanisa na hili niwaambie, hata kanisa mahalia, msiruhusu mtu mmoja akawa dikteta, akawa ndiye anasema nimesema. Hata mzee wa kanisa, ni baraza la kanisa linaamua, kisha mzee wa kanisa anasimamia. Mnanisikia kwa makini? Mkikosea kanisa liongozwe na mtu umekuwa cult yule mtu akikengeuka anabeba kanisa akikengeuka tu anabeba kanisa kanisa la Mungu halikuwekwa kwa mtu limewekwa kwa washiriki wala kanisa la Mungu halikuwekwa kwa wachungaji najua wachungaji wengine wataumia wata kusikia hili huenda kanisa limewekwa kwa washiriki na wachungaji ni washiriki tunapokaa kwa pamoja tukajadiliana tukaamua, Mungu amesema. Na ndio maana kanisa la Mungu litakuwa salama. Tukikiuka hapo, mtaniambia. Kwa hivyo, nalisema kwa mkazo, ili ninyi mfahamu kanisa linavyoongozwa. Na mkipata sauti moja inajitokeza sana, nuseni, kuna hatari inatokea Sauti ya kanisa na iwe sauti ya kanisa si ya mtu mmoja.